Kwa kina mtazamaji, kama unavyofahamu Tanzania nchi yenye makabila zaidi ya mia moja na ishirini ambayo kila moja linaongozwa na mila na tamaduni zake. Miongoni mwa makabila hayo, yapo baadhi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa mstari wa mbele kuenzi na kudumisha mila zake kiasi cha kuwa kivutio kwa wageni kutoka ndani na nje ya Tanzania. Mwisho wa juma lililopita, hadubini liliamia liliamua kuingia darasani, mwalimu wake akiwa ni moja ya makabila yenye sifa ya kuthamini asili yake, kabila ambalo maskani yake ni kanda ya kaskazini huko mkoani Arusha. Tuungane na wanahadubini wetu, habari kwa kina, watujuze kwa kina Wengi wetu huamini kila mtu ana asili yake, na kama yupo basi asiyejua alikotokea, nukuuza wahenga humfananisha na mtumwa. Hadubini pia inalitambua hilo, kwa nukta hii inaamua kuipambazua alfajiri yake ya leo kwa safari ya kuelekea mkoani Arusha kudadisi asili ya wazawa wa mkoa huo. Safari yetu ikaanzia kituo cha mabasi Ubungu. takribani saa nane ukatosha kutufikisha katika kitovu cha utalii Afrika Mashariki na Kati, Arusha, mji ambao wengine waliwahi kudiriki kuuita Geneva ya Afrika. Huu haukuwa mwisho wa safari yetu, hapa haiini inajimihilisha na mazingira ya eneo hili. Kisha siku ya pili, safari ikaendelea kuelekea kijiji cha Esilalei wilayani Monduli, safari inayotawaliwa na fikra kuhusu namna wakazi wake wanavyomudu kuhifadhi mila na desturi zao. Majira ya saa tatu asubuhi Hadubini kawasili ikawasili kijijini. Aha, Kumbe tulikuwa tukisubiriwa kwa hamu hapa. Baada ya kuupasha mwili joto kwa shamra shamra hizi, sasa moja kwa moja napelekwa kwa mkuu wa kaya ama kwa lugha yao ya Kiasili wanamuita mzee mwenye ngoma. Hapa sina budi kumpa kibarua cha ziada mkalimani wangu. Mzee alikuwa anauliza kwamba wewe umetoka wapi? Unafanya kazi wapi? Mimi naitwa Zaituni Mkwama. Kiliaga gaji Zaituni.

najinasibu kuwa mwenyeji tena mwenyeji haswa. Nipo kwenye makazi ya mzee huyu anayejulikana kama Meshuko Mapi Olaiboni mwenye umri wa miaka mia moja na mbili ambaye amefanikiwa kuoa wake wanane na kupata watoto sabini na mmoja ambapo hadi kufikia hivi sasa ana wajukuu mia moja na thelathini na sita. Mtoto mkubwa wa mzee Laiboni anatajwa kuwa na umri wa miaka sabini na sita. Hali kadhalika watoto wake wanne wa mwisho, Palimeti mwenye umri wa miaka kumi, Aneti miaka tisa na Tea miaka nane, na mdogo wao Abdulahi mwenye umri wa miaka minne, ndio wa watoto wadogo kabisa katika familia ya mzee huyu. Pengine hii ni sifa tosha katika mila na desturi za kabila la Wamasai kwa mzee Olaiboni kumiliki boma hili lenye kaya mia tatu zenye watu zaidi ya mia tatu na hamsini ambao kucha kutwa huendesha maisha yao misili ya wakazi katika kijiji cha ujamaa. Mfumo wa maisha ya mzee Olaiboni unaakisi maisha asilia ya kabila la Wamasai kutoka mkoani Arusha. Nikiwa hapa najifunza mwenendo wa maisha yake ya kila siku. Asubuhi na mapema, majira saa kumi na mbili ndio muda wake wa kuamka. Kwa vile mzee huyu ni mfugaji mkubwa katika eneo hili, akimiliki ng'ombe, mbuzi na kondoo zaidi ya elfu tatu, huianza siku yake kwa kukagua mifugo yake na kuongea na wahudumu kuzunguka boma lote. Utaratibu huu unamwezesha kusikiliza na kutatua matatizo mbalimbali yanayowakabili wa kudumu wa mifugo yake katika nyakati tofauti. Na mara baada ya kuhitimisha zoezi hili, mzee Olaiboni anaketi katika kiti chake pembezoni mwa zizi la ng'ombe, tayari kupokea wageni mbalimbali mbali wakiwemo majirani ambao hufika hapa kunsabani. Punde nikawashuhudia baadhi ya wageni kutoka nje ya nchi wakiwasili kumdulia hali

Nikataka kufahamu ni nini hasa kilichomvutia raia huyu kutoka Ufaransa na familia yake kuamua kuitembelea familia hii. Utamaduni wa jamii hii kwa kweli unavutia sana, ni watu wanaoishi maisha ya kiasili ambayo sijawahi kuyaona popote na ndio maana mimi na familia yangu tumechagua kuja hapa kujifunza. Kila kitu ni kipya na cha kuvutia. Baada ya kuupa kisogo ugeni huu, sasa ni zamu yangu kupata na saa za mzee Olaiboni. Kwa mara nyingine tena, namtuisha jukumu mkalimani wangu. Mzee ameelezea historia yake kwa ufupi kwamba eh, kwanza mimi sija sijasoma ila nashukuru mambo ya Mwenyezi Mungu kwa kunipa familia na rasilimali nilizo nazo sababu natuanguliza kwanza shukurani ya Mungu kwa sababu haya yote ambayo ninayo, familia na mifugo na kila kitu, ni mambo ya mjenzi Mungu. Na mimi mwenyewe katika familia yangu nilikuja nika nika nikakaa na familia. Kwa mfano kama mimi na vijana wengine wa kwetu tukaja tukashauriana wote pamoja na mzee wetu, tukashauriana kwa sababu tulishule watoto walikuwa wanaenda kilomita tano shule shule ya msingi. Sasa mzee wetu sasa, baada ya wanafunzi wake kwenda shule, bahati mbaya, kuna mmoja akapatwa na ajali. sasa mzee aka akawa mkasirika akatuita wote na sisi tukaja tukashauriana na mzee, sisi familia yake tukashauriana, mzee akasema, sasa kwa kuwa haya yamejitokeza mambo ya Mwenyezi Mungu, afadhali mjezimungu akatuita familia yake tukashiriki wote, tukaja tukatoa maamuzi. Mzee wetu ndio akaanza kujenga shule, yeye amejenga shule yake mwenyewe akaimaliza. Sasa hivi watoto wake wanasoma karibu, hawaendi mbali. Je, anawezaje kutunza familia kubwa kiasi hicho? Mzee <laughs> amesema <laughs> kwamba, kweli mimi nawalea familia yangu nanaotunza kwa sababu nywe wenyewe mlivyokuja mliona rasilimali nilizo nazo na hizo ng'ombe ndio zinawalea hawa familia wangu. Tena sio familia yangu tu, nawalea na wale mpaka wajukuu, mpaka, mpaka, mpaka watu wengine ambayo wanakuja kuniomba msaada sawa. Hata watu wa serikali pia mimi nawasaidiaga, kwa sababu kuna kimbini wakiniambia tutusaidie hii na sisi nawasaidia. Kwa hiyo na, na katika utunzaji wa familia hii rasilimali yangu. Hata ng'ombe wenyewe ni rasilimali, ni kama mtu ambaye ana pesa nyingi kwenye benki. Na hiyo ndio rasilimali yangu na hii ndio benki yangu, kwa sababu na mimi ndio nawalia watoto wangu kwa jina. Pia nikamuuliza anatumia mbinu gani kudhibiti migongano ya kifamilia kati ya wake zake na jamii nzima katika boma hili, hmm. Anasema kwamba mgongano mgongano mgongano katika familia hii hii ya mzee bwana hakuna, kwa kwa kwa kwa sababu sababu ungekuwa na mgongano hii goma sehemu sehemu sehemu nyingine. Kwa hiyo endapo endapo, kwa mfano, anakuja kuambiwa hii goma Kapa, na hakuna mtu ambaye anayetaka ugomvi na wenzake, waheshimu wake za kakaangu waheshimu na vijana wangu. Kwa hiyo a, baada ya kumsikiliza baba mwenye boma, nikaelekea kwenye nyumba ya Bidora Olaiboni, mmoja kati ya wake wa nane wa mzee Olaiboni, anayesimama kama kiranja kwa akina mama wote katika boma hili. Swali langu la kwanza kwake likawa ni kutaka kufahamu majukumu yake ya nyumbani kama mama. Naamka saa kumi na moja, nakamua, nakamua, napika chai <coughs> namaliza naenda maji, narudi kwenye maji, pika chakula kama wali hakula, naodoga nashemisha masifa na napenekea na si tayari, namaliza naenda kuni akupikia pili. Nikataka kufahamu kuhusu namna ulivyopangiana utaratibu

na, na, na mambie msee salama o, kama yuko sugu yuko homa, namambia sisi yuko homa, watoto yange nakenda kuduma ta. Wiki ijayo, katika sehemu ya pili ya makala hii, mikono juu, shule yenye asilimia 95 ya wanafunzi kutoka familia moja. Wazifahamu mila na desturi zinazoheshimika katika kabila la Wamasai, mila yetu ya Kimasai, sisi tunavyochinja kwa mfano, tunanyonga tu na kula. Simba, tembo wanyamatishio kwa binadamu, lakini si kwa wafugaji hawa katika eneo hili.